support kwa Mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan huko mkoani Mwanza. So hapa bwana ni kwamba Harmonize bwana alikuwa yuko njiani kwenda mkoani Simiu kwenye ziara ya kikazi ya Mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan. Sasa kuna huu msafara bwana, Harmonize bwana ameondoka na msafara hiyo, ni safari ya kutoka eh, nyumbani kwake pale Salasala jijini Dar es Salaam mpaka airport kwa ajili ya kwenda kupanda hii private jet kwenda huko Simiu. umeona bwana eh? na katika huu msafara bwana, tumeona gari ambazo Harmonize amezitumia na hii sio kitu cha mara ya kwanza kukiona, tumeshawahi kuona wasanii wengine kama vile kina Diamond nao pia huwaga wakiwa wana safari bwana huwaga mara nyingi na wengine nao pia huwa wanatumiaga Um, wakiwaga waki waki na safari kwenda airport kupanda private jet. Mara nyingi huwa wanaendaga kupake um, magari yao pale airport so. Huu hapa ni msafara wa Harmonize, naye pia alikuwa ameungana na Mwijaku. Nadhani unaelewa kabisa kwamba Mwijaku ni mmoja kati ya watu ambao wali hype kweli kweli safari ya Harmonize, hususan alipofika tu pale airport Mwijaku alikuwepo pale na kulikuwa kuna vibe la kwenda haswa, umeona bwana so, yeye mwenyewe Mwijaku aliposti Umeona, aliposti kuhusiana na msafara wa Harmonize Airport, na akaandika hapa ujumbe mrefu kabisa ambapo yeye ameandika kwamba expensive gang Harmonize Mario Simiu Bariadi, eh, halabi mkubwa. Kitu ambacho kime trend zaidi ni issue ya Harmonize alivyoposti hiyo video katika insta story yake, tukaona ile defender. Tunafahamu kwamba katika gari za Harmonize, moja kati ya gari ambazo ni za gharama ni hii defender hii. Imeibua maswali mengi, imeibua maneno mengi. Hii defender imeandikwa Kajala 3, umeona, eh, kwa sababu tunazijua Kajala 1 and 2 zilikuwa zote ni range, na zote Kajala alikabiziwa, eh, baada ya kurudiana na Harmonize kwa mara nyingine, then wakaja wakaachana. Lakini hii Kajala 3 bwana, eh, ni defender ambayo ni gari mpya na ni ya thamani zaidi. Unajua kwamba range bwana zina bei ya range ni kwamba zinacheza kwenye milioni 60 mpaka milioni 48, 34, zipo. Lakini hizi defender bwana, bei zake kama ni yuko na lengo la kumpa Kajala Mwanza Simiu, Busisi Dr. Sam, Dr. S. S. H. Coming. Eh, tunatamba naye nitakuwepo. Kwa hiyo hii ni notification ambayo Harmonize alikuwa ameitoa kwa mashabiki zake huko Simiyu kwamba atakuwepo katika safari ya kikazi ya Mheshimiwa Rais. So issue ya hii defender bado kuwa na hii plate number japokuwa hawa wawili wa imefahamika kwamba hawako pamoja yani hawajarudiana ni yani jambo ambalo limewashangaza watu wengi sana. So hapa kuna page imeandika kwamba Harmonize anatamba na, na Kajala 3 wakiwa meandika kwamba bwana, wakati msanii Harmonize akielekea Mwanza kwa ajili ya shughuli zake mbalimbali za kimziki, kupitia Insta story yake ameshare video akiwa akiwepo uwanja wa ndege akiwa pamoja na magari yake huku moja kati ya gari hizo aina ya Defender ikiwa imeandikwa plate number yenye jina la mrembo Kajala, imeandikwa Kajala 3. Meona bwana bwana eh? Hicho ni kitu ambacho kime make headline kweli, kweli. Page ambazo zimekuja kuripoti hizo habari ni nyingi mno, yaani nyingi sana zimekuja ku au zimeshtuka kidogo kuona hiyo inshu. Kwa mfano, peji nyingine hii hapa, nataka nikusomea hapa alichoandika, alafu nikusomee pia baadhi ya comment ambazo zimejitokeza hapa. Ameandika kwamba Harmonize mm. Ameandika hapa kwamba Harmonize akiwa njiani kuelekea mkoani Simiyu kwenye ziara ya kikazi ya Rais Samia Suluhu Hassan ameshare video kupitia Insta story yake ikimwonyesha akiwa airport pamoja na timu yake wakijiandaa kupanda ndege binafsi, lakini kilichoiba show nzima kwenye hiyo video ni gari la, la Land Rover difse, Defender lililoonekana kwenye scene. Eh, likiwa na namba ya usajili Kajala 3. Hapa kuna maswali kama vile: Harmonize na Kajala wanasafiri pamoja au Harmonize ametumia gari la Kajala eh, kufika uwanja wa ndege? Je, hii ni ishara, ni ishara ya kwamba bado kuna ukaribu wa kipekee kabisa kati yao, au ni, cons, ni, au ni coincidence tu kwamba gari la Kajala lilitumika kama air, kama airport drop? Tuambie wewe unaamini kipi? Sasa ngoja nikusome comment ambazo zimejitokeza kwa wadau. Haya, kuna mtu ambaye amesema, bwana Hamo, wewe si ndio ulikuwa unasema kwamba Diamond ana show off eh, na kuhurumia sana, unashindana naye, yuko Scotland. Haya, kuna mtu amesema, bwana. Kuna mtu amesema kwamba hiyo sio private jet waliopanda inafanana na ile kindege cha Vieta. Kwa mtu amesema kwamba bwana wa Tanzania tuna safari ndefu sana. Kwa mtu amesema kwamba, bwana huyu ni mzee wa kukopi. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana kwanza hata kamera iliyotumika kuchukua hiyo video ni mbaya, na video yenyewe pia ni mbaya. kwa mtu so, bwana hata msijitese, sisi tuko Scotland. kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana ameandika kwamba mmekosa cha kuwapa heshima walioko mabala ya watu, sasa mnakuja kuposti upuzi wenu, kuna mtu ameandika hivyo. kwa mtu amesema kwamba bwana Ibra ana wimbo wake, jamani, unaitwa copy and paste Mambo bwana so, kwa kwa mwingine yuko London, huyu yuko Simiu bwana mm-hmm. So atuache kidogo na mambo yetu, sisi tuko busy na watu wa Scotland bwana so, ila huyu jamaa ni mshamba sana bwana. Kwa hii nayo ni kitu cha kijinga sana kiukweli, huyu jamaa hana ubunifu kwa kwa jamaa Ha? Ha, ha, ha, ha. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana ile private jet ya Konde imetoacha hoi. Kwa sababu kwamba bwana hiki ndio kitu anachoweza. The guy will be crying over mashangazi to the rest of his life. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba huyu jamaa kitu anachokiweza ni kulilia mashangazi maisha yake yote. kwa mtu hapa amekuja amesema kwamba bwana, angalia, usije ukafilisika kwa kuiga vitu ambavyo Diamond anavifanya. Kwa mtu sasa, so kumbe bwana wiki kadhaa ulilalamika kwamba Diamond ana show off, mara halipi mwenyewe, private jet analipiwa. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu sasa, bwana anaenda kama nani huyu? Kwa mtu so, kwamba huu msafara wote ni Bentley moja tu ya bwana Dangote. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa hiyo wadau wamekuja kuzi toa thamani kwamba hizo gari ambazo Diamond ambazo Harmonize amezitumia hapo kama msafara wa kwenda airport ni sawa sana gari moja tu ya Diamond ambayo yeye huwaga zinampelekaga airport. Mambo hayo so, at the end of the day, ukiwa kama mdau